Namna gani ya kupata reference number. Reference number hii inatolewa na NaPa. NaPa ni na, na, na, na, na, National Physical Address System, ambapo enye inatumika kwa ombaji mkopo na hii imekuwa jambo geni kidogo kwa wakati huu, kwa sababu miaka ya nyuma kitu kilikuwa kipo, japokuwa kule ndani kipo, na wale maswali ambayo unaulizwa labda namba ya nyumba makababa gani, au jina la kijiji, jina la mtaa sasa labda postikoni wamefanya hivi ili kuepusha zile taarifa za kufoji, kwa sababu unakuta miaka ya nyuma unamfanyia mtu application, unamuuliza namba ya nyumba yenu ngapi, hajui. Sasa kupitia NaPa wao wenyewe unakuwa na uwezo wa kupata referral number, ambayo hiyo referral number utaweka katika mfumo kuomba mkopo, ambao hiyo referral number sasa itakujazia taarifa zako zote, ikiwemo koa wilaya kata kijiji au barabara taa postikodi namba ya nyumba na vingine vingi. Sasa changamoto imepatikana kwamba jinsi ilivyokuwa introjusi hii, ilikuwa introjusi elfu mbili na ishirini na mbili na Mama Samia Suluhu Hassan katika mojawapo ya hutuba zake aliyezungumziaga hii, lakini ili ili ilikwepo lakini niile tu kwamba tuliona tu mabadiliko kwamba nyumba zetu nyingi zilikuwa nani kifito zile ndo numbers numbers nyumba. Lakini na hapa yenyewe ni national physical address, ni mfumo wa kitaifa waku kupata kila mahali au jengo au anwani lasimi. Ya pili yenye ni kuwezesha huduma ya kimsingi kufikishwa kwa urahisi. Mfano kama huduma za posta, kama mtu ametumia mzigo posta, kuletea zahanati, umeme, maji, usafirishaji, huduma za dharura he? Wewe upo barabara gani? Utambuzi. Utambuzi wa maeneo kwa kutumia majina ya barabara. Na majina ya barabara yapo katika ufito wa njano, katika unakuta na bomba fulani imepakwa rangi nyeusi na ya njano ambapo utakuta mfano labda anwani utakuta labda ni nyumba namba fulani labda kata mfano, lakini labda mtaa wa Mlimani nyumba namba mia na tano kata Kigamboni, wala a Temeke, mkoa wa Dar es Salaam. Nyingine kusaidia kupanga mipango maendeleo ya taifa, nyingine kuimarisha usalama wa taala bora haina shida. Sasa hivi video itakuja kuelezea namna gani ya kupata ile refelo refelo namba na changamoto nyingi. Unakuta you know, familia nyingi hazijasajiliwa si katika huo huo mfumo sasa kuna umuhimu gani wa wewe ambaye unaomba mikopo uweze kufuatilia au kujisajili katika huo mfumo wa NaPa? Nasema cha kwanza, kila muombaji lazima awe na namba ya utambulisho wa makazi ambayo inapatikana katika mfumo wa NaPa. Hii hapa ni website yao hii. Ile website yao ambapo hapo unaweza ka kupata letter of identification, find code address, find post code, na mingine mengi ambayo hiyo ya Kiswahili hapa ili uweze kuelewa. Kwa kuna barua utambulisho, tafuta adresi, kodi, tafuta post code na ijue anwani, anwani yako. Kwa tunasema hivi kabla ya muombaji wa mkopo hajaanza kuomba mkopo, mama yake, baba yake au mzamini wake kama kuna mzamini tofauti na baba na mama wawe na hiyo namba kila mmoja, ni kila mmoja ana namba yake. Namba hii inasaidia, nini namba hii inasaidia muombaji wa mkopo kupata barua utambulisho ya makazi, ambayo tunasema ni, barua utambulisho hiyo ambayo tunasema letter of verification ambayo tunasema kwa hiyo kwamba inapatikana kupitia NaPa, hapo kama unavyoona hapo ambao sisi watu wa internet cafe ambao tunakusaidia wewe kuomba mkopo tutakusaidia kuipata hiyo namba ikiwa umesajiliwa na tutakusaidia sisi kuiomba na hiyo namba ikiwa tu umesajiliwa kupitia kompyuta au simu ya mkononi, na unaweza ukatumia website yao hii hapa ya NaPa au tuka download application yao NaPa Play Store. Kama muombaji au mzazi hawana hii namba, anapaswa afuate utaratibu wa kuipata hiyo namba. Utaratibu upo vipi? Nasema jinsi ya kuipata hiyo namba ya utambulisho wa makazi: muombaji anatakiwa aende ofisi ya mtendaji na mtaa au kijiji akajisajili taarifa zake za makazi yake kwa kama wewe ni mwombaji mkopo unaenda na mama au na baba katika ofisi ya mtendaji wa kata au kijiji kwenda kujisajili. Sasa changamoto kubwa sana ni kwamba hata watendaji wenyewe hawa wakata hawajui, wachache wanajua, ila wachache hawajui, na wao wanakuwa na application wezeshi ya kukusajili wewe, ambapo sasa ukishakusajili wewe wewe utakuwa unapata uwezo wa kuja sasa kuangalia taarifa zao kwamba umesajiliwa au hujasajiliwa. Sasa, ukienda kwa mtendaji. Ukienda kwa mtendaji wako wa kata, kama mzazi wako hajasajiliwa kwenye anwani ya makazi, basi uende naye. Unaenda naye mzazi wako asajiliwe, asajiliwa sasa ndio unaingia kwenye huu mfumo wa NaPa kuendelea nao. Japokuwa watendaji wanakili wao bado mfumo hawajauelewa na hata ambao wanajua hii nakuta mfumo bado hajaelewa. Kwa hiyo nikusaidizana kati ya wewe na wao wenyewe ili kuweza kukusajili. Ukishakusajili sasa ndio naokuja uwezo sasa kuja kutambua kuiangalia anwani yako au kuangalia hali yako ya nini ya usajili katika mfumo wa wanapa. Sasa kama uki, hujasajiliwa ukienda kwa afisa mtendaji au kwa mtendaji wao kujisajili bila na taarifa za makazi zifuatazo cha kwanza, bidiwe na namba ya NIDA. Sasa kama wewe hauna namba ya NIDA, it means mzazi wako anayo. Kama hujatimiza miaka 18, mzazi wako anayo. Namba yako ya simu unaoitumia, namba ya nyumba unaoishi, jina la barabara au mtaa unaoishi ambao majina hayo yamebandikwa kwenye nguzo za njano za chuma za utambulisho wa makazi, zipo mitaani na barabarani. Serikali imejitahidi sana kuweka hii. Kwa hiyo kuna namba, ha, kuna majina ya barabara. Hivyo baada ya kuandikishwa kwenye usajili wa anwani ya makazi utapata namba ya anwani ya makazi itakutambulisha mfano ndio inaanzia 726 na kuendelea. Hivyo wazazi wako wote wawili kila mmoja ataf, atafanya taratibu hizo ili mmoja kuwa na namba yake binafsi ambayo itakusaidia wewe kwenye kuomba mkopo zingatia. Ili uweze kuomba mkopo vizuri wa elimu ya juu wa mwaka 2025 2026 lazima uwe na referral mm -hmm, namba kutoka NaPa. Sasa tunaipataje referral namba? Referral namba ukishakuwa umesajiliwa katika katika anwani ya makazi na na afisa mtendaji wako akata. Kwa hiyo unaweza ukatumia hii kuomba referral namba, ambao sasa hii tunasema unaomba letter of verification au barua ya utambulisho wa makazi. Kwenye barua ya utambulisho wa makazi hapo ndo kunakuwa na verification au referral number. Ni namba ya simu au namba ya NIDA. Lakini kama hujasajiliwa nini unafanya? Kwamba unaweza ukafanya kama ifuatavyo. Ah, kwa tunasema hatua za kuomba barua ya utambulisho. Kama ushakuwa umesajiliwa unaombaje sasa barua ya utambulisho ambayo ndani yake na referral code. Kuna hatua za kufanya zifuatazo. Kuna kutumia website au application au kufanya kawaida kwa kutumia USSD, yani tunapiga tu kwa kutumia namba za kwa kutumia line za kawaida. Kwa cha kwanza, mwombaji ataingia kwenye menu ya huduma ya kiserikali ambayo nyota 152 nyota zero zero alama ya reli. Atachagua namba tatu ajira na utambuzi. Baada ya hapo, atachagua namba saba anwani za makazi. Baada ya hapo, atachagua namba nne maombi ya barua ya utambulisho. Baada ya hapo, atachagua namba tano Atachagua namba moja ombi ya anwani yako. Atachagua namba moja namba mbili au namba tatu ili kuingiza namba ya NIDA au namba ya simu au TIN namba. Baada ya hapo, mfumo utakutumia OTP kwenye namba yako ya, ya, ya, ya, ya simu ya mwombaji. Mwombaji atafuata tena hatua zote mpaka hatua ya nne. Kisha atachagua namba mbili kukamilisha mwombi wake kwa OTP kwa kuandika OTP zilizotumwa kwa mwombaji. Pia atachagua anwani yake na kisha ataandika jina la mkoa ambapo taasisi anaopelekea barua itapatikana na ataandika jina la taasisi hiyo kwa kuchagua anwani ya taasisi. taasisi. Mwombaji atapokea ujumbe wenye namba ya ufuatiliaji ambayo hiyo namba utaitumia kuangalia hali ya application yako. Yaani kija katika hii website hapa. Ah, kija katika website. Okay, rudi ukurasa wa nyumbani hapa. Hapo hapa unaweza ukaweka namba namba ya maombi ambayo tunasema referral namba ili kufuatilia ombi lako ambalo wewe uliomba. Baada ya hapo muombaji atapokea ujumbe huo wa namba ya ufuatiliaji. Sehemu ya pili inamhusu mtendaji wa mtaa kuidhinisha. Mtendaji wa mtaa au kijiji anaweza kuidhinisha ombi la barua ya utambulisho kwa kutumia wavuti au programu matumizi ambayo yeye anakuwa nayo mtendaji huyo. Kwa mtendaji wa mtaa au kijiji ataingia kwenye wavuti au programu tumizi ya NaPa kwa akaunti yake. Jukumu la mtendaji huyo: atachagua menu ya utambulisho, kisha atachagua ombi husika, kisha atapitisha ombi la barua yako hii kwa njia ya physical lakini vyote unaweza kufanya online kwa kutumia application. Koko mara kwa kwanza unatazama channel yetu hii, usisahau ku subscribe, ku like, ku share na comment. Video na nyingine itakuja kuelezea jinsi ya kutumia application ya NaPa kupata barua ya utambulisho wa anwani za makazi. Kwa sehemu ya tatu mwananchi atapakua barua yake. Mwananchi anaweza kufuatilia ombi lake la barua kwa kufahamu hali ya utekelezaji kwa kutumia nambari ya ufuatiliaji ya hatua kama zifuatazo. Mwombaji ataingia kwenye mfumo wa NaPa kupitia wavuti au program tumizi ambapo tunasema application. Ataingiza namba ya ufuatiliaji ya ombi. Kile upitishwa ataona kitufe cha kupakua barua. Kama barua imepitishwa basi unakuwa na uwezo wa kuipakua barua. Ukishapakua barua sasa yenyewe itakuwa na referral numbers. Referral numbers zitakusaidia wewe kutumia katika bodi ya mikopo. Hivyo ndo jinsi ya kupata reference number kwa ajili ya application za mkopo. Kidogo ina changamoto, ni system mpya imekuja, lakini kadri siku zinavyokwenda tutakuja tu tuielewe na tuende nayo, sawa. Lakini pia pata changamoto yoyote, kama unahitaji kufanyiwa application, tuna verify veti, omba veti vipya, tunabadilisha veti vya zamani, veti vya kifo, veti vya kuzaliwa. Kwa msaada zaidi unaweza katupigia au katutumia SMS kwa namba 0652372705 na kwenye description hapo nitaweka link ambayo ina maelezo mengine mengi na nini cha kufanya, ili uweza kupata urahisi wa kusajiliwa katika anwani ya makazi. Usisahau ku like, kushare, ku comment na kusubscribe, ili tuendelee kutengeneza video nyingine kali na zenye kuelimisha.